Mama au dada ikiwa ulichanika wakati wa kujifungua kawaida, je, ule mchaniko wa kwenye msamba au msamba ambao umeweza kupasuka au kuchanika utachukua muda gani kuweza kupona? Kama ulikuwa unajiuliza maswali hayo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kwa kutembea chaneli yangu, subscribe hapo chini, endelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja ya mfuataji wangu hapa aliniuliza swali, yeye anaitwa Mnyamwezi, anasema: habari dokta, msamba uliochanika ukishonwa ujiunga baada ya muda gani? Yani kama msamba wako umechanika wakati wa kujifungua kawaida eh, huwa inachukua muda gani huo msamba ambao umechanika kuunga vizuri bila kupata shida yoyote, hata wakati wa kufanya tendo la ndoa? Sasa basi mara nyingi huwa inategemeana na ni digrii ipi au ya daraja lipi ambalo ulikuwa umechanika. Kuna video moja nilizungumzia kuhusiana na kuchanika msamba na hatua zake au ya madaraja yake yako kama manne hivi. Kama ukisikiliza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu ukasikiliza video hiyo, ila utasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Mimi nitaelezea kwa ufupi kulingana na daraja, lakini vilevile itachukua muda gani kuweza kupona mara baada ya uweza kuchanika. Tukianza na ile digrii ya kwanza, ule daraja la kwanza ambapo mama anakuwa amechanika kwenye ngozi tu ya ile ya ukeni. Maana yake hapa misuli ya msamba haijahusishwa wala mlango wa haja kubwa haujahusishwa, ni ngozi tu, na wakati mwingi tunajua kwamba hapa anaweza kapata tu michubuko, anaweza kawa hajachanika sana na asihitaji hata kushonwa. Mara nyingi inaweza ile michubuko na ile michaniko midogo midogo ambayo haihitaji kuweza kushonwa, inaweza ikachukua wiki moja au zaidi mpaka kufikia wiki mbili ukawa umepona na mara nyingi tunajua kwamba maumivu huwa yanakuwa ni kidogo sana, lakini vilevile mama hatohitaji kuweza kushonwa, hatohitaji kuweza kutumia dawa, anaweza kuvumilia yale maumivu. Yeye atahitaji tu kuzingatia masuala ya usafi, kuhakikisha kwamba anabadilisha ile pedi, na mwisho wa siku atapona yeye mwenyewe kiasilia bila kutumia dawa au bila kushonwa. Na hii ndo kama alivyosema wiki moja, yani manake siku saba, kumi mpaka siku 14 mtu anakuwa amepona vizuri, mama anakuwa yuko vizuri. Na anaweza kuendelea na shughuli zake kama kawaida, bila kupata changamoto. Lakini kumbuka, tendo la ndoa ni bala baada ya kumaliza wiki sita toka uweze kujifungua. Sio kwa sababu umepona ukaanza kufanya tena tendo la ndoa. Mji wa uzazi unakuwa bado hujapona, mlango wa uzazi unakuwa bado hujapona, na wakati mwingine ukifanya tendo la ndoa unaweza kupata maumivu. Kwa hiyo si salama. Tukija kwenye lile daraja la pili au tunaita second degree perineal tear ambayo kwenye msamba wa mama kinachotokea ni kwamba anakuwa amechanika kuanzia kwenye ngozi na misuli ya msamba, lakini haijafika kwenye ile mlango wa haja kubwa tunaita anus sphincter. Hapa mama atakuwa na maumivu ya wastani, lakini vilevile vile, mshono wake huu anahakikishwa kwamba lazima ashonwe. Kwa nini lazima ashonwe? Kwa sababu mpaka misuli inakuwa imepasuka, kwa hiyo ni lazima uweze kuirudishia, kwa sababu kidonda kinaweza kuwa kikubwa, ili uweze kuhakikisha kwamba unapona vizuri na usipone vibaya. Kumbuka ukipona vibaya, ukeni utakuwa unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, inaweza kachukua hata miaka na miaka toka uweze kujifungua mtoto wako. Kwa hiyo utahitaji kuweza kushonwa. Nasema hivyo, kwa sababu kuna baadhi ya kina mama kishajifungua mtoto, anasema mimi sihitaji kuweza kushona. Ndugu yangu, mume wako atakukimbia usiposhonwa. Kwa hiyo lazima ushonwe na huyu mama anaweza kapona kuanzia wiki mbili mpaka mwezi mmoja, maana yake anaweza akakaa wiki mbili, wiki tatu, au wiki tatu na siku kaza akawa amepona. Mara nyingi haiwezi kuzidi zaidi ya mwezi, mama anaweza kawa amepona kabisa, hata yale maumivu aliyokuwa anayapata discomfortability, wakati wa kutembea, wakati wa kukaa, inakuwa imeisha kabisa. Kikubwa lazima uzingatie usafi, na nitazungumzia mambo ya kufanya ili uweze kupona haraka zaidi hata kabla ya hizo wiki mbili, kabla ya hizo wiki wiki nne. Kama uko kwenye daraja hili la pili, daraja la tatu ni pale ambapo mama anakuwa amechanika mpaka kwenye mlango wa haja kubwa, kuanzia kwenye ngozi ya uke imevuka, imeenda kwenye misuli ya msamba, imeenda mpaka kwenye mlango wa haja kubwa, au tunaita zile ano sphincter. Ndo hapa mama anahitaji pia kushonwa kwa uangalifu sana, kwa sababu tayari imeenda kugusa mpaka ile mlango wa haja kubwa, na tunajua huo unazuia haja isiweze kutoka. Kwa hiyo, ina maana asiposhonwa vizuri inaweza kawa na madhara na ikapelekea changamoto ya mama kuweza kujinyea au kuleta shida nyingine au maumivu ya muda mrefu, na vilevile mama anatakuwa kuweza kufuatiliwa kwa ukaribu sana. Mara nyingi inaweza kuchukua zaidi ya wiki nne, maana yake inaweza kaenda wiki nne mpaka wiki sita hivi, maana yake mwezi mmoja na nusu. Kwa hiyo inaweza kaenda mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu, na haiwezi kuzidi mwezi mmoja na nusu, labda kama utakuwa umepona vibaya au kama una changamoto inaweza kazidi mpaka miezi miwili, eh, ikafika mpaka miezi miwili. Kwa hiyo hapa mama, utahitaji uangalifu mkubwa sana na ni vyema uweze kushona kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo umeona kabisa kuna utofauti hii, mara nyingi inaenda wiki nne mpaka sita, wakati hiyo tumesema inaenda wiki mbili mpaka mwezi mmoja. Kwa hiyo naweza ikaanzia mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu, wakati mwingine mpaka zaidi kulingana na namna unavyopona usafi wako, na unavyozingatia maelekezo ambayo nitaweza kuzungumzia hapo mbele kidogo, ili uweze kupona kwa wakati. Sasa ukiwa daraja lile la mwisho la nne, ambao umechanika ngozi ya ukeni, umechanika misuli ya msamba, imeenda mpaka kwenye njia haja kubwa, ile milango yake mpaka kwenye kwenye utumbo wa kwenye haja kubwa, huyu mara nyingi anaweza kahitaji daktari, wale madaktari bingwa wa upasuaji, ili aweze kushonwa vizuri kutoka kule kwenye utumbo lakini vile vile kwenye mlango wa haja kubwa mpaka kuja kwenye misuli ya msamba na ngozi ya ukeni. Na mara nyingi hapa, uchungu wake mara nyingi inawezekana unaashiria kwamba kulikuwa na shida, ndio maana amechanika kwa kiasi hicho. Mara nyingi watu wanaweza kachanika mpaka ile hatua ya tatu au daraja la tatu, wengi wao wanaishia daraja la pili. Ukienda umeenda mpaka daraja la nne, maanake kuna shida wakati wa uchungu wako, ilitokea hitilafu au ulitumia madawa ya kienyeji au kuna changamoto fulani ambayo ilitokea kwa kupata msaada mzuri, au ulizalia nyumbani, au ulizalia njiani. Kuna wale wanzangu na mimi ambao wanachelewa sasa. Huyu mara nyingi yeye anaweza akachukua muda mrefu sana kuweza kupona, inaweza kuwa zaidi ya wiki sita, zaidi ya miezi miwili, mpaka wakati mwingine miezi sita kuweza kupona. Na hata akipona anaweza kabakia na maumivu yale ya kipindi kirefu, au changamoto za muda mrefu, kwa mfano kama kujenyea au kushindwa kubada, kubana haja kubwa au ule mlango wa haja kubwa unaweza kawa ubani vizuri, unaweza kawa na jamba kiinama, akicheka, kitu ambacho ni hatari sana ukipata hiyo changamoto. Kwa mwisho wa siku, watu tunashauri kwamba huyu haswa anatakiwa kuhakikisha kwamba kwa kwa anazingatia kuzuia changamoto hii haswa wakati wa kuweza kujifungua. Kwa hiyo umeona kwamba kulingana leda, kubwa, na ile daraja daraja linavyozidi kuwa kubwa, muda wa kupona unakuwa mrefu zaidi. Kwa hiyo inaweza kuanzia wiki moja mpaka wakati mwingine miezi sita au zaidi ya hapo, kama umepata changamoto kama na bahati mbaya lakini mara nyingi watu wanachanika ile hatua ya kwanza, au daraja la kwanza, ule digrii ya kwanza ya pili, zaidi zaidi ya kizidi sana ile ya tatu, ambayo mara nyingi ukishonwa, baada ya zaidi ya mwezi eh, mwezi mmoja na nusu unakuwa umepona vizuri, kunakuwa mna shida. Lakini hii mara nyingi inaweza kawa zaidi ya miezi miwili au zaidi ya ule mwezi mmoja na nusu, na inakuwa ni kipengeli sasa kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya ili kuhakikisha kwamba unapona kwa, kwa muda mfupi zaidi. Inawezekana hata ndio taja kwa mfupi zaidi, unaweza kujikuta ulichanika ile hatua ya kwanza ile degree ya kwanza ukapona ndani ya siku tano au siku saba tu ukawa umeshapona vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya jambo la kwanza unalotakiwa kuweza kufanya ni kuzingatia usafi. Hakikisha umeoga ikiwezekana, asubuhi na jioni, au mara tatu ikiwezekana. Lakini vile vile hakikisha unabadilisha ile pedi mara kwa mara usikae na pedi labda ubadilishe mara moja au mara mbili kwa siku, badilisha pedi mara kwa mara. Lakini jambo lingine hakikisha unapata maji ya kutosha lita mbili na nusu au lita tatu kulingana na uzito wako, lakini vilevile pata vyakula vyenye mbogamboga na matunda kama papai, ili upate choo laini. Ukipata choo kigumu, wakati mwingine unaweza kukuta mashono na zile nyuzi zikafumuka, kwa sababu ya kujikamua wakati unaenda haja kubwa. Fanya mazoezi ya kutembea tembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. E, lakini vile vile unaweza kutumia ubaridi au kuweka paki za baridi, zitakusaidia kuweza kupunguza yale maumivu. Tumia dawa za maumivu. Lakini sasa, kama umechanika, mfano ukichanika ile daraja la kwanza, unaweza usihitaji antibiotics au dawa za kuzuia vijidudu. Lakini ukichanika ile daraja la pili, la tatu au la nne, huwa unahitaji dawa za kuzuia vijidudu kwenye kile kidonda ambacho umeshona, kwa sababu mazingira hayo kuna kaa na uchafu ambao unatoka kwenye haja kubwa na hata ile haja ndogo ambayo unakuwa na bakteria, inakuwa ni, ni rahisi sana kidonda chako kuweza kuvamiwa na zile nyuzi zikafumuka tena ukahitaji kuweza kushonwa au kashonwa mara nyingi. Hasa kuweza kuepuka hivyo, mara nyingi tunasema kuna usafi mwingine ambao unafanya kwa hatua fulani ambayo tunasema au kwa kufanya kitu fulani ambacho kinaitwa kitaalamu sitz bath. Maana yake ni kwamba unakalia maji ya uvuguvugu, ambao maji ya baridi, ambao unakuwa umeweka sabuni ya deto kwa muda wa dakika 15 mpaka 20 angalau mara mbili kwa siku asubuhi na jioni. Wengine wanaweza kawa na bawasiri kule chini, hiyo inasaidia kwenye bawasiri, itakusaidia kwenye haja kubwa kama umechanika mpaka kule, lakini hata kuweka ule msamba wako salama na kuua baadhi ya bakteria. Maana yake deto inaweza kuua baadhi ya bakteria wale vijidudu ambao wanatoka kwenye zile kwenye, kwenye haja ndogo kubwa, na mwisho wa siku ukaweka mazingira ya usafi. Kumbuka kidonda ili kipone kinahitaji mazingira ya usafi wa hali ya juu. Kwa hiyo utahitaji mazoezi, usafi wa hali ya juu, utumia antibiotics na ufanye hiyo sitz bath. Kwa hiyo unaweka sabuni hiyo leto ile ya maji, unachanganya kwenye maji ya beseni, yanaweka kiasi fulani, sio lazima ujaze. Unakalia kwa kipindi cha dakika kumi na tano na unafanya hivyo asubuhi na jioni. Ukifanya kwenye zile siku za mwanzo siku tano mfululizo, siku tatu mfululizo, inasaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba unapona. Choo kigumu iwe mwiko kwako, ukipata choo kigumu tu changamoto. Kwa hiyo ni vema kuzingatia na vilevile mazoezi ya kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni vizuri uweze kuyafanya, lakini nasisitiza swala la kushonwa unapokuwa umechanika, ni vyema uweze kushona, usikatai kwa sababu tu wetu tunapata maumivu, unaona kwamba umepata usumbufu, umeshajifungua mtoto wako, umepata yuko salama, e, tunasema mimi sihitaji kushonwa. Kuna wakina mama wamenitafuta kuna kipindi walishauriwa na manesi au madaktari wakati wa kujifungua kwamba waweze kushono, wakakataa. Baada ya kukataa wameenda nyumbani kwenye familia, waume zao wanasema huku chini hakupo sawa. Mwisho wa siku tayari ni miaka miwili mbele, mtu anahitaji kuweza kutengenezwa uke, okay. Uweze kuwa vizuri ili mume wake aweze kuendelea kuenjoy tendo la ndoa. Hiyo utapata changamoto na utakuwa umejilaumu sana. Kwa hiyo ni vema, hakikisha kwamba unashonwa vizuri. Baada ya hayo yote ni vema unapoona kama ulipata changamoto wakati wa kujifungua Fanya mazoezi ya kegere, watafute madaktari wa masuala ya mazoezi, watakushauri mazoezi ya kegere yanakuaje. Wakinamama wengi sana wakishajifungua kawaida huwa wanapata changamoto ya uke kujamba. Sasa inawezekana ulikuwa unajiuliza maswali kwamba uke kujamba maana yake nini, na umekuwa ukipata hiyo changamoto, hujui suluhisho yake ni nini. Unaweza click suggestion hiyo hapo, kasikiza video uke kujamba unasababishwa na nini. Inawezekana wewe umetoka kujifungua ukapata hiyo changamoto ndani ya miezi miwili na kuendelea, au inawezekana hujai hata kujifungua, ili unapata changamoto kwa sababu ya nini? Sababu kubwa ni udhaifu wa misuli ya kwenye msamba. Ukihitaji kujifunza zaidi, niulize swali hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako baada ya kusikiza video hiyo.